Hadi leo kwengine. Kwa chifu um mstaafu Simon Maingi anazuiliwa na polisi katika kituo cha polisi cha Chuka kwa tuhuma za kumuua mwanamume mwenye umri wa miaka 43 usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 8 Juni mwaka wa 2025 katika baa moja eneo la Nairobi ndogo ndani ya wadi ya Igamba Ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi. Kwa mujibu wa walioshuhudia, ugomvi ulizuka baada ya Maingi kumtuhumu marehemu kwa kukataa kulipa deni la pombe aliyokuwa amekunywa. Mzozo huo ulizidi ambapo inadaiwa Maingi alimpiga na kumsukuma na kusababisha anguke na kugonga kichwa chake kwenye jiwe, hali iliyosababisha majeraha mabaya. Marehemu alifariki akiwa njiani kupelekwa hospitalini. Tukio hilo limethibitishwa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Tharaka Nithi, Zakias

Sasa ndio nilimchukua nikapeleka hospitali. Mimi nataka akia mme wangu itendeke, kwa sababu sasa mimi nimeachwa mjane, hata sina mbele wala nyuma. Nalilia akia mme wangu kwa sababu ya watoto wangu, kwa sababu wat, sasa nimeachwa peke yangu, sina hata mtu akunisaidia. Kwa hivyo nilikuwa naomba aki itendeke, watoto wangu wasome.